Sibana, tuna ruhusa ya kumkamata mwanao Chinasa Benson kwa maswali kadhaa y kituo cha polisi. maswali gani hayo mnataka kumuuliza? tuna ushahidi kuwa mwanao alijihusisha juu ya mauaji ya Mr. Marcus na tupo hapa kumchukua akajibu vizuri mashtaka yake. hakuna mtu anachukuliwa hapa Chinasa, nenda chumbani kwako jifungie, hakuna wako kukuchukua polisi. wakaingia ndani kibabe, mama alijaribu kweli kumsaidia mwanae. ila hakufanikiwa, maskini, wakamchukua Chinasa pale amemwacha mama na majonzi mazito sana anaumia peke yake nyie mtoto anauma jamani huku Leila karudi nyumbani ila mama yake akawa anamtolea jicho la hasira ile kinoma yani polisi walikuja nyumbani na wamenieleza kila kitu kuhusu wewe na Mr. Marcus nyinyi mlikuwa wapenzi sikuwaamini wao mpaka nilipokuja chumbani kwako na kukuta hichi ndipo hapo nikaamini mama naweza kukuelezea kuhusu nini mwalimu wako mwenyewe Mama akamuuliza je, mlisha malizana yaani, kulala pamoja? Layla akasema hapana, Mr. Marcus aliambulia busu la mara moja tu kutoka kwake, lakini hakufaidi vilivyobaki. Na kama angekuwa amekugusa, ningemuua tena kwenye kaburi lake. Huyo ni mama na anampenda sana mwanaye, hawana budi ila kuliwazana tu hapo, lakini akamwambia atakwenda kukaa na baba yake kuanzia kesho, yeye hamwezi tena. Lela alijitahidi sana kukataa na kusema atabadili tabia yake, ila mama akamwambia ndo kashaamua hivyo, atakwenda kukaa na baba yake. Huku Chinasa anahojiwa na kaletewa mwalimu wake wa shuleni kabisa, ili asiwe na uoga sana. Mzee anamwambia kama ungefunguka ukweli wote tangu siku ya kwanza, haya yasingetokea. Chinasa akashangaa, wewe hayo umejuaje? Nani kakuambia haya yote? Hili lipo wazi, inajulikana mpaka marafiki zako walipokwenda kutelekeza mwili wa Mr. Marcus kwenye gari ili kuficha maovu yao. Kwa hiyo hao polisi watakwenda kunifanyia nini hasa? Hawatakuwa na tatizo endapo wewe utafunguka ukweli wote. Lakini mbona hayo ndo ya ukweli au kuna nini hasa? Mkijui Mr. Marcus ya kufa kwa kupigwa kichwani tu peke yake, yale majeraha yasingeweza kumuua, angezima tu na baadaye aamke. Madaktari walifanya uchunguzi kwenye mwili wa Mr. Marcus na kugundua ya kwamba Mr. Marcus alipewa sumu dakika chache kabla ya kifo chake. Inamaanisha kuna mtu alijaribu kumuua kwa kumpa sumu. Polisi wanataka kumjua huyo mtu aliyemtilia sumu Mr. Marcus ili wamchukulie hatua. Je, unamjua Chinasa? Hii ilimshtua sana. Kwa hiyo kumbe kuna mtu aliyempa Mr. Marcus sumu, lakini ni nani na alifanya hivyo kwa sababu gani? Huko nyumbani Leila katoroka, haijulikani kaenda wapi. Wazazi ndio wapo wanamuita, lakini bila majibu Kawaachia tu ujumbe kisha akaondoka, wazazi wakachanganyikiwa pale. Huku shuleni wamekutana ili wafanye kama walivyokuwa wamekubaliana, Layla akawa kakosekana kwenye kundi pale, wapo wanaulizana tu. Isaac naye akaja, inasemekana kuna wanafunzi walikuwa wanaujiwa na Mr. Obas pamoja na maafisa wa polisi. Shelewa akasema hata Chinasa haonekani na haijulikani halipo, vichwa vikazidi kuwauma pale. Isaac akawaambia kuna mmoja kati yao kawasaliti, yani kuna mtu si mwana kabisa.